Alhamdulillah. Qadar maana kitu Allah mipanga. Tayib, Allah kabla hajaumba mbingu na ardhi na binadamu wote, kabla miaka elfu hamsini alikuwa Allah sutaala mipanga kila kitu. Au kabla hapa, kabla hapa sorry, kabla hapa Allah baada kumumba al-Arsh na maji, baada hapa ameumba kalamu na sema andika, kalamu ameandika

Yani mulzam mm, mukhayar. Uamini nini? Dini gani? Uchukua hatua gani? Leo umeamka ufanya nini? Ule chakula usile, maasi Mungu si maasi? Huyu kwa khiyari yako, lakini Mungu ameqadar ame, ame, ame hii kitu amejua, sio? Amekulazimisha bado, khiyari ala... tunayo bado, si, si? Maana Mungu hawezi kuadhibu kama wewe maasi, hambe wewe Mungu umelazimisha, a, -a. Mungu asema mikuba akidi ile, ujue hii ni huyu mbaya mm. inna hadainahu sabila, mungu anasema mm. bayana bayana bayana, tubainisha binadamu njia mbili, njia ya kushukuru Mungu mtu vizuri. Allah akili amekupa, umejua hii mbaya, hii nzuri, nakuletea kitabu, ametuma mtume, ile message kwako afike, imaana mtu kama lazimu wala hana dhambi. Sasa Allah amekupa akili ya kutofautisha hii na hii

wshar nakkuta shaubakar huwezi kujua baka ukute wewe sio, lakini Allah amejua amekadiri, maanaake amejua hii ambaye uchague wewe <tongue> nini, umefanya nini? Madamu akilako iko timamu, usha baligh mtu mzima, hilini unachagu kuchagua kwako haiwezi kuwa ikakhalifu kalamu ilivyoandika mathalan. Hawezi kukhalifu wasahaba Mtume meuliza Mtume saa sallam Madamu Allah ameandika kila kitu ukatugutumbwa mama yetu, tuna siku mia mm, ishirini, Allah ameandika malaika utakuwa mtu mwovu au mbaya, mm, sikuanini tunafanya hisi amali <todakusano> tunasali mbona tukae maanake ile ile ishaandikwa. e, e, <todakusano> ah, Mtume kawambia imalu fakulu muyassaru lima khuliqa lah, fanyeni ibara nini, Allah kila kitu amepangia mtu itakuwa

watoto wetu kama mmoja kafanya kitu anapinga, unajua hapa asema uongo awasemi. so, mimi najua mtu wangu fulani hii anaweza kufanya na kafanya, mjua mm. tabia yake, mzee wewe, bibi. Allah ta'ala ameumba sisi, amejua wewe tabia yako itakuwa vipi, amejua, yeah. amejua. lakini haja kudhulumu mm. amekupa chance toba, badilike hii, sisi tuna khiari lakini kitu yuko kitu sisi cha Abubakar hatuna khiari yeah. nini ombi lako um, yaani mwili yeah, nini ilikuwa yeah. mimi kabila fulani, kabila fulani, niwe hivi, nimefupi ndefu, hii ni hii, nahnu majburun ah, hii hatuna khiari. Lakini vitendo tunafanya sisi, tuna khiari ala mtubakini, lazim watu awajue hivi. Alafu mimi mm -hmm, tuseme mimi madamu Allah amepanga kila kitu, basi atufanye ibada ile ile. Mungu amepanga tutakuwa sisi, mm utajuaje? Kule umeandika nini mbaya au uzuri utajuaje? Hawezi kujua